Mwana sawa sawa digital, kuna jina nikikutajia hapa, kama wewe ni mfuatiliaji wa kesi nyingi ambazo huwa zinatokea katika nchi ya Marekani, ambazo zinakuwa zinawahusu wasanii, lakini pia watu wengine, watu maarufu, kuna mwanasheria au kuna mshikaji ambaye ukiona amekusimamia katika kesi yako, basi wewe ujue ushindi ni asilimia tisini na tisa point tisa tisa tisa eh, kama sio mia kabisa. Sasa jina la eh, Mark Geragos, ni mmoja kati ya watu ambao pia wanapatikana huko Marekani ambalo linaendelea kutikisa ulingo wa sheria eh, na burudani hasa baada ya kuweza kuibuka eh, kwa taarifa kuwa atachukua nafasi ya uongozi kwenye timu ya wawakili na utetezi wa Sean nikimaanisha Diddy au P Diddy, ambaye anakabiliwa na tuhuma nzito. Tunajua P Diddy pia yuko kwenye kesi nzito ambapo mwezi huu wa tano inategemea kusomewa hukumu yake. Sasa tunaambiwa huyu mshikaji ameweza kuingia au kuingilia kati katika kesi yake, na ni kuwa ni moja kati ya watu ambao wanampambania Didi. Sasa Geragos ni wakili ambaye ni maarufu wa kesi za jinai nchini Marekani anayejulikana kwa kuwatetea mastaa wakubwa kwenye kesi zilizokuwa gumzo duniani. Miongoni mwa wateja wake waliowahi kusikika sana na kuweza kuwa ni, ni mtu ambaye ameweza kumfanyia kumsolve kesi zake ni Michael Jackson, Chris Brown, Hunter Biden, Mendes Brothers na, na Rogers Clinton, ndugu wa aliyekuwa rais wa Marekani eh, Bill Clinton ameshawahi kusoma kesi zao. Sasa ameweza kuingilia kesi hii ya Didi, tuone kwamba atashinda ama namna gani. Mbali na uzoefu mkubwa wa miaka mingi, e, mshikaji huyu pia ni gwiji wa kuweza kutumia vyombo vya habari kwa ustadi, akijua jinsi ya kutetea mteja wake ndani ya mahakama na nje ya mahakama kwenye wao, kwa wanadamu au wa kwa watu ambao pia watakuwa wanafuatilia kesi hiyo. Sasa kwa sasa tayari amekuwa mshauri kwenye kesi ya Didi na hii ni tabia yake ya, ya, tabia ya kuweza kufanya vitu hivyo lakini pia hata binti yake Teni, Teni Geragos, eh, ameweza kuwa ni sehemu ya timu hiyo ya utetezi wa P Diddy. Ujio wake unaashiria kuwa Diddy analenga mapambano makali sana ya kisheria akimtegemea wakili mwenye rekodi ya kupambana na kesi zenye ushahidi mgumu na taharuki kubwa zaidi kuwahi kutokea. Sasa mshikaji huyu inaonekana kwamba atakuwa ndani ya kesi hiyo, so tutegemee kwamba ataweza kushinda Didi na vitu vingine vikaendelea ama namna gani? Lakini kwa ukweli wa taarifa hii na zaidi kuhusiana na kipi kitaendelea au kipi kitatokea, endelea kutufuatilia sisi kama Sawa sawa Digital, subscribe channel yetu katika YouTube tu, follow katika Instagram tu, follow katika page yetu ya X, lakini pia usisahau kule Facebook pia e, uka request pia friends yako, sisi tutaipokea, na sisi ni sawa sawa kabisa, tunakwambia habari, kinga ni mwako.